Tuko mbele yenu hapa kwa kuwa tuliomba kibali cha atna <tipa> changu kwa ajili ya kutoa uh, ile hela za Ally Kamwe ambayo ilikuwa ni adhabu kutoka kwenye TFF. Uh, tunamshukuru Mwenyezi Mungu zoezi letu limekamilika. Uh, na watu ambao niliwakabidhi uh, ile himaya ya michango niko nao mbele yenu, wako tayari kwa ajili ya kuwathibitishia kwamba kiwango kimekamilika na tayari tuko tayari kwa lengo za kukabidhi Arshamajirama eh, kwa ajili ya kwenda kufanya malipo. Karibu mwalimu wangu, aise, habari wa Tanzania, habari wa, wa Yanga, habari wananchi, habari wapenda soka. Kwa kipekee lazima nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa nafasi kwa kusanya michango, na tumefanikiwa lengo letu, tumekusanya milioni tano ambayo tunazozihitaji kwa kutumia nafasi hii naomba wanachama na mashabiki, baada agizo lile au fedha zile kutimia milioni tano, kuanzia rasmi kwangu mimi nafunga binafsi miamala yote situmwe, kwa sababu lengo lishatimia milioni tano. Kwa kipekee na washukuru wote ambao mmechangia kidogo kidogo ambacho mlichobarikiwa mmetoa, kwa ajili ya kwenda kukomboa mpira wa nchi hii mi binafsi nashukuru pamoja na jopo wote hao ambao tuchagiza kupata hiyo milioni tano. Mungu abariki sana pale ambapo kotoa, na Mungu awafanye watu wakubwa sana katika nchi. Kwa kipekee, kwa kipeke zaidi kwenye jambo hili, tunawashukuru wakazi wa Babati Manyara, kwa sababu pengine kama sio wao tungeenda mpaka da kuchangisha. Lakini jana ani yamepita makapu, wamechangia kwa wingi, mwisho wa siku hela imetimia. Tunarudi Dar es Salaam, Ally Kamwe akiwa anarudi da jukumu linalobaki ni kwenda kukabidhi faili yaliyopigwa na kamati ya, ya maadili ya, ya TFF. Kwa hiyo, wananchi hapa tunawashukuru sana, bila kusahau Watanzania wote, watu walionyesha support mpaka Marekani, wakumbuka yeah. mpaka watu wa Marekani wameonyesha support. Kwa hiyo tunawashukuru wanayanga wa wote duniani.